The Green Voice. Yes, we are waombolezaji ndugu zangu ulioko hapa familia marehemu, SACP, Absolum, ya marehemu SACP Absolum Mwakyoma kwa niaba ya mkuu wa jeshi afande IGP anatoa pole sana kwa wafiwa na hususani katika mji wetu wa Mbeya ambao leo tumepokea mwili wa afande wetu e, mstaafu afande Mwakyoma na tunakwenda sasa kushiriki kwenye shughuli ya kuweza kumsindikiza kwenye nyumba yake hii ya milele. Anatoa uh, pole sana kwa uombolezaji. Lakini sisi jeshi la polisi mkoa wa Mbeya pia tuna tumepokea msiba huu kwa sababu ni msiba ambao kwenye mkoa wetu kwa masikitiko makubwa sana. Hawa ni wazee wetu ambao pamoja na kwamba ndio wamestaafu, lakini walilifikisha jeshi hapa lilipo. Niwashukuru pia wananchi kwa kutupa ushirikiano. Sisi wenyewe tungesema tuupokee, tusingeweza; huu ni mzigo mkubwa. Kwa hiyo nawashukuru sana kwa kufika hapa na kutukimbilia kwenye maeneo kama haya yenye matatizo. Mwisho kabisa, mimi ni waombe wananchi, kwa sababu jeshi ni la kwenu, basi mnapopata shida tukimili ya sisi tuko kwenu kwa ajili ya kuwasaidia pale ambapo kuna haribika. Marehemu Kamishina Msaidizi Mwandamizi wa Polisi SACP Absolum Mwandela Mwakyoma alikuwa afisa wa jeshi la polisi na alitumikia jeshi la polisi kwa muda wa miaka 40 mpaka alipostaafu kazi kwa mujibu wa sheria za utumishi wa umma wa, wa umma mwaka 2013 akiwa kamanda wa polisi mkoa wa Mara. Marehemu alizaliwa mwaka 1953 katika kijiji cha Ghana wilaya ya Mbeya mjini mkoa wa Mbeya. Elimu: Marehemu alipata elimu ya msingi mwaka 1968 na katika shule ya msingi Majengo. Alipata elimu ya sekondari katika ya kidato cha kwanza hadi cha nne katika shule ya sekondari Sangu mwaka 1969 hadi mwaka 1972. Mwaka 1984 alihudhuria mafunzo ya cheti cha sheria chuo kikuu cha Dar es Salaam. Elimu nyinginezo: mwaka 1971 alihudhuria mafunzo ya dini ya chuo cha Biblia Om Evangelism Arusha. Kujiunga na jeshi la polisi: Marehemu SACP Absolum Angelile Mwakyoma alijiunga na jeshi la polisi Tanzania mnamo mwaka 1973. Absolum Angelile Mwakyoma alizuria mafunzo mbalimbali ya jeshi ya kijeshi nchini Botswana, South Africa, Canada, Marekani na nchi mbalimbali nje ya nchi na ndani ya nchi. Nishani, marehemu alipata nishani mbalimbali katika utumishi wake. Vyeo, katika kipindi cha utumishi wake jeshini marehemu SACP Absolum Angelile Mwakyoma alipandishwa vyeo katika ngazi mbalimbali. Mwaka 1973 alitoka kutoka RC kuwa PC, 1980 PC kuwa CPL, 1985 CPL kuwa Assistant Inspector, na 1990 kuwa assistant, kutoka Assistant Inspector kuwa Inspector na mwaka mwaka mwaka 1994 kutoka kutoka kutoka Inspector kuwa kuwa ASP na mwaka 1998 kutoka ASP kuwa SP. Na mwaka 2002 kutoka SP SP kuwa SSP. Mwaka elfu mbili na sita kutoka SSP kuwa ASP na mwaka elfu mbili na kumi kutoka ASP kuwa SACP. Sehemu alizofanya kazi marehemu, alifanya kazi sehemu mbalimbali ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama ifuatavyo. Mwaka 1974 alihitimu mafunzo ya awali na kupangiwa mkoa wa Tanga. Alihamishiwa wilaya ya Pangani mkoa wa Tanga. Mwaka 1979 alishiriki vita vya Kagera na mwaka 1980 alihamishiwa mkoani Kilimanjaro. Mwaka 1981 alihamishiwa toka mkoa wa Kilimanjaro kwenda Iringa na mwaka 1996 aliamishiwa OCS Kawe mkoa wa Dar es Salaam. Mwaka 1998 aliamishiwa kutoka Kawe kwenda kuwa OCD wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro na mwaka 2005 aliamishiwa kutoka wilaya ya Moshi Kilimanjaro kwenda kuwa RCO Tabora na mwaka 2010 aliamishiwa kutoka RCO Tabora kwenda kuwa RPC Pwani. Na mwaka 2011 alihamishiwa kutoka RPC Pwani kwenda kuwa RPC Kilimanjaro na mnamo mwaka 2012 alihamishiwa kutoka RPC Kilimanjaro na kwenda kuwa RPC Mara. Kifo. Marehemu SACP Absolum Angelile Mwakyoma amefariki tarehe saba mwezi wa nne katika hospitali ya rufaa ya KCMC. Familia. Marehemu SACP Absolum Angelile Mwakyoma ameacha mke mmoja, watoto na wajukuu. Marehemu SACP Absolum Angelile Mwakyoma alikuwa mtumishi mwenye weledi, nidhamu ya kiwango cha juu katika kutekeleza majukumu yake kwa uaminifu mkubwa. Mkuu wa Jeshi la Polisi Afande Camillus Mongoso Wambura anatoa pole kwa maafisa wabuzi, wakaguzi, askari wa vyeo mbalimbali, watumishi raia pia kwa familia ya marehemu kwa kuondokewa na mpendwa wao huyo. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Amen.